na sofa tutina muhira jwa gucetha nitukuromba butonyere ututethia na mobira muhiraciongwa twina challenge nitukuromba butonyere uria atongeria nontu tutumba kwotha mbeca tugura mihira tugura njezi na tucioka tugura kinya mbuti u twaromba butonyere na butusupport uria bukomba challenge acia muhira urugura twacangite mbesa twagurarua last month lakibai ajuraturikire utira mhir iukomba mu ima ndona nthaka i ciritite ciine thuganio ririega mono ririaritana thuganio ni muntu ungi

gutiatongerie tuknda baitutethia itukurambo utethio kiratongera baria wasting be bahia kirone na ritho ringi batikugitejanigrokimujumbe jinaikirikaara ritho na kwirwa barabara cia national government cithire tikithukanga o amwe bakimwira mitijia kugura ciringi magana mugwanja kwanda baibaumithitie mingiejaenderue na ciringi magana jatano nuntu bau niwinyangia bwa mbecaiji ugataga njira ena iturungithaaiciaja njira iji ni klas b na niekena lakini mauku ni ere kilasi mbi, graundi ni nene zero Ete, ite kumenya kawa ete rete kairi weja kuturomba kura na uh hae -huh. Nuntu batu tutirende, tutirende kwa agua Tu agua kia nini ya toa yo magana jari tugeta kuringa kura Ta haizi hatu wa muwe teki otoku wenda usapoti nda kaizi Kire otu zidire teki wakia jari kuturomba kio kura Mbese hiu otu weja ka uzurani yoyo otu zidire siyontu Na batu tuga teteka Na ndakaizi ndia andaku, ndakabu kakue ni moyo Eteni o na mwoyo jûu na into biu bwaromba bûkaaromba kaîrî niakietwe nûntû CDF tpeent îragwîte sportin MP daktari Sadrak i naa tpeent ya nthakaijiri îkeeya gûtuîkete one kamindiene baati tûkandamana twîte ofisine na tweja ofisine no mwanka otûtaarîrie mathabune gûtwonie naa tpeent îtîîte mantû nijakorire mîti îjî gûkwona na yuthi bagwatarite na tongire baakai